Pembezoni mwake yuko waziri mwenye dhamana ya ujenzi, uchukuzi na mawasiliano, Profesa Makame Mbarawa. Wanaelekea sasa katika eneo la kukata utepe kuonyesha, eh, kuzinduliwa rasmi kwa ndege, eh, ambazo ni za serikali, zimekabidhiwa katika shughuli za uendeshaji kibiashara shirika la ndege nchini ATCL, na kwenda pale unaweza ukaona utepe ambao umewekwa tayari pale wako watu maalum wamekaa tayari kabisa, wakiwa na mkasi. Kwa unyenyekevu, anampa mkasi ule ambao una maua. Rais tayari ameukamata ule mkasi, huku akiwaita uh, viongozi waandamizi wa, wa serikali. Namwona anasogea pale, uh, Dr. Mpango. Dr. Mpango yeye ni waziri wa fedha na uchumi waziri wa, wa fedha na mipango wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yuko pale, yuko balozi yan Miles, huyu ni balozi anayewakilisha uh, Canada hapa nchini. Rais anakamata sasa, anakata, vigelegele, asante sana. Sasa naomba rais anapiana mikono na, na, na, na mikono na viongozi mbalimbali pamoja na watumishi wa ATCL na Rais sasa na anakwenda moja kwa moja akiongozwa na vini. Jopo lile chini ya kwa mbele. Kwa mbele. Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Mhandisi John Kijazi pamoja na waziri wa uchukuzi, waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano Profesa Makame Mbarawa wanakwenda kwenye ndege hii ambayo imetengenezwa na kampuni ya Bombardier aina ya Dash 8 Q 400 ndege ambazo kwa jumla, kulingana na rekodi zilizopo za kampuni hiyo zimeuzwa mia tano duniani kote, na kwa mujibu wa rais mia nne arobaini eh, zimenunuliwa nchini Marekani, nchi ambayo imepiga hatua kubwa sana katika sekta ya usafiri wa anga, nayo pia imenunua ndege hizo. Si huko tu barani Afrika zimeuzwa ndege arobaini zikihusisha nchi kadhaa, ikiwemo nchi iliyopiga hatua kubwa sana katika usafiri wa anga barani Afrika. Ethiopia Ana, lakini pia si hiyo tu, South Africa Afrika ya Kusini, si huko tu, jirani zetu wa Kenya wamenunua pia ndege hizo e, japo wamenunua kwa njia ya mkopo, lakini pia a, rais unaweza ukamwona sasa, anaingia ndani ya ndege, anapungia na mkewe mama Janet, anaingia pale pamoja na wasaidizi wake, anaingia profesa Makame Mbarawa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mambo yanazidi kupendeza hapa, hivi ndivyo ambavyo eh, balozi huyu Ian Miles wa Kanada akiwakilisha nchi yake hapa nchini. Wanaingia sasa na wanahabari, bila shaka kuhakikisha kwamba mambo tunayapata kama yalivyokusudiwa, ili mtanzania uone hii ndege ni ya aina gani inazinduliwa rasmi leo. Ndege hii ina uwezo wa kuchukua abiria sabini na sita. Sita wakiwa katika daraja lile la juu kama linavyojulikana business class, na wengine sabini wanakuwa katika daraja la economy au daraja la kawaida. Ni ndege za kisasa hizi, na unaweza ukaona kabisa maandishi pale yameandikwa Bombardier Q400 next generation hii, next generation inaonyesha uh, namna ambavyo matoleo mbalimbali mbali. Kwa Kiingereza wenzetu wanatumia neno moda mbalimbali. Ilianza kutengenezwa ndege hizi shirika hili miaka mia moja karne nzima sasa wakati huo ilikuwa ni Q mia moja, lakini wakapiga hatua zaidi kuziboresha na kugundua matoleo mengine ikafuatia toleo la Q300, wakiita vizazi hivyo vya ndege. Na sasa ni toleo la Q400. Ni toleo la kisasa kabisa. Ndege zenyewe ambazo zimetengenezwa kwa mara ya kwanza hizi za Q400 zilitengenezwa mwaka 1998, na ilipofika mwaka elfu mbili ndipo ambapo zilianza kuuzwa rasmi ndege kama hiyo moja, kulingana na taarifa za kihandisi, hutengenezwa kwa muda wa miezi sita, na utengenezaji wake tofauti na vyombo vingine, katika kuhakisha usalama wake, utengenezaji huo hufanywa kwa mkono wa binadamu na si robot kama ambavyo vyombo vingine vimekuwa vikifanya hivyo, vikitengenezwa hivyo, mathalan magari pikipiki na vyombo vingine vya moto, lakini ndege hufanywa kwa mkono wa binadamu ili kuhakikisha kwamba usalama umezingatiwa. Na katika vipindi vyetu na taarifa zetu umeweza kuona mwandishi wetu aliofika katika kiwanda hiki akionyesha namna ndege hizo zilivyokuwa zikitengenezwa. Na makundi ya picha. Wakati huo ambapo mshereheshaji akieleza hili na lile, nirejee tena katika hotuba ambazo zimetolewa hapa, lakini nizingatie hii iliyotolewa na Rais Dr. John Magufuli. Yeye anasema ununuzi huo e, uliibua maneno mengi sana ambayo yalionyesha kwamba ndege hizo zikifananishwa uwezo wake wa kihandisi na mwendo, yaani spidi zake na kasi yake ikifananishwa na bajaji kwamba hazifai na si bora na si za kisasa kwa matumizi ya kibiashara na hata usafiri wa kawaida, lakini kutoka Toronto Canada, kukatiza katika maeneo ya nchi ya Marekani pamoja na bara la Ulaya hadi Afrika na hatimaye kutua pale Addis Ababa nchini Ethiopia kisha kutua Dar es Salaam tarehe ishirini ya mwezi huu saa sita na dakika ishirini ilipotua ndege ya kwanza, na jana saa sita na dakika kumi na tano ilipotua ndege ya pili. Inathibitisha namna ambavyo eh, taarifa zilizokuwa zikitolewa zilikuwa ni taarifa za uongo. Unaweza ukaona pia eh, Rais akasisitiza kwamba ndege hizi zimenunuliwa si kwa kuzingatia tu Purchasing cost, au buying cost, kwa kuzingatia gharama za ununuzi, lakini pia zimezingatiwa gharama za uendeshaji running cost. Hivi ni vigezo ambavyo vinatumika pamoja na vile vigezo vya kiufundi, lakini hatua ya pili hutumika vigezo vya kifedha, gharama gharama za ndege hizo, pamoja na kuwa ziko chini katika ununuzi, lakini pia gharama za uendeshaji wake ziko chini hapa tunapozungumzia gharama za uendeshaji wake ndege yenyewe tunamaanisha ni zile gharama za mafuta, gharama za vipuli, gharama za kufanyia e, matengenezo na urekebishaji wa vifaa vinavyotumika humo. Naona sasa, e, mtazamaji, unaweza kamwona Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anarejea kutoka ndani ya ndege hiyo kuonyesha kwamba ameridhika na amefarijika kwa vyombo hivi viwili vya usafiri ambavyo vitaruka katika viwanja kumi na viwili vya kiwemo kumi na moja ndani ya ardhi ya Tanzania, na kwa ratiba ya awali itaonyesha kuwa vitaenda hadi kule visiwa vya Komoro. Lakini rais akatoa hamasa kwa waendeshaji wa ndege hizo kwamba hakuna kizuizi cha kwenda kuruka katika nchi nyingine nje ya mipaka ya Tanzania akimaanisha hata nchi jirani ya Kenya, Rwanda na kwingineko ambako Watanzania na watu wengine ambao wanakuwa wanafanya safari katika ardhi ya Tanzania. Amesema kwamba kuimarishwa kwa vyombo hivyo vya usafiri wa anga vitasaidia, uh, kuimarisha biashara na huduma zinazotolewa katika mipaka ya nchi hii, akaangaza katika swala zima la utalii kwamba sasa hii ni ndege ya pili. Sasa rais anaingia katika ndege ya pili. E, hizi zote ni mpya kabisa na za kisasa na kwa aina uwezo na, maswa, na swala la kiufundi, yote hayo yamekaguliwa na yamethibitishwa. Zote zina ubora na hali sawa utaona rais ameambatana na viongozi wa kisiasa na muona Ramadhani Madabida anaingia ndani ya ndege hiyo, wapiga picha, waandishi wa habari, na muona rais, uh, balozi wa Kanada hapa nchini naye akiingia katika ndege hiyo ya pili, ni kukagua na kujiridhisha kile ambacho ameelezwa ndicho hichi ambacho anaweza kujithibitishia mwenyewe na kuridhika na fedha za Watanzania takriban milioni sitini na tatu nukta nane dola za Kimarekani ambazo zimetumika kununua ndege hizi. Lakini pia rais ameahidi kwamba atanunua ndege nyingine mbili zenye ukubwa wa kuweza kuchukua abiria mia moja sitini pamoja na mizigo yao kwa wakati mmoja na nyingine itakuwa ni kubwa zaidi ya hiyo, itakuwa na uwezo wa kuchukua abiria mia mbili arobaini pamoja na mizigo yao kwa wakati mmoja. Moja ya sifa ya ndege hizo ni kupunguza gharama za matumizi ya mafuta. Rais ametoa takwimu, anasema ndege moja ambayo inafanya safari kati ya Dar es Salaam hadi mkoani Ruvuma, mjini Songea pale inatumia mafuta yenye gharama za shilingi milioni 28 kwa safari moja, lakini ndege hii ni tofauti kabisa, imetengeneza tofauti ya milioni 27. Yani hii inatumia milioni moja tu gharama za mafuta kutoka katika kitovu hiki cha usafirishaji wa anga jiji la Dar es Salaam hadi kule Songea, utaona tofauti kubwa. Na ule mchakato wa ununuzi ulifanyika hasa kwa kuzingatia kupunguza gharama za uendeshaji ambazo zimekuwa zikididimiza baadhi ya huduma zinazotolewa nchini ikiwemo shirika lile la ndege ATCL. Utaona sasa, rais hapa anapeana mikono na marubani uh, kuonyesha kwamba ameridhika na kile ambacho amekiona na kile ambacho amekuwa akikisoma katika maandishi na taarifa mbalimbali ambazo anapewa na wasaidizi wake pamoja na waziri mwenye dhamana ya mawasiliano, uchukuzi na ujenzi, Profesa Makame Mbarawa. Rais sasa uh, anakwenda katika eneo lingine. Hili ni eneo mahususi ambapo ataketi hapo, na tumsikilize MC. Sasa tumsikilize MC, huyu ni mshereheshaji kwa ratiba ya nini kinachofanya baada ya rais kuketi hapo. Naona hapa tayari Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameketi na kiitifaki. Utamwona e, mkono wake ule wa kulia ameketi e, Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Profesa Makame Mbarawa ameketi, Profesa Makame Mbarawa lakini pia, lakini pia e, ameketi mkono wake wa kushoto ameketi uh, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda. Anayefuatia ni mama Janet Janet Magufuli mke wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aliyeketi uh, pembezoni mwa mama Janet masa, m Magufuli ni Dr. Norman Sigara ni mwenyekiti wa miundombinu, kamati ya miundombinu ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na anayeketi sasa hivi pale Uh, alikuwa ni ni balozi wa Kanada hapa nchini John Miles. Unaweza ukamwona vizuri kabisa balozi Norman Sigara, Mama Janet, Paul Makonda, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Profesa Makame Mbarawa, spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai Balozi Injinia John Kijazi. Sasa hapa utaratibu utakaofuatia ni kundi la kwanza hili ambalo litakuwa linapiga picha na kiongozi huyu mkuu mwenye dhamira ya kuivusha Tanzania kuivusha Tanzania kuelekea katika uchumi wa viwanda huku sekta ya mawasiliano na uchukuzi na ujenzi ikiwa ni moja ya vigezo ambavyo vina ni muhimu sana katika uwekezaji wa uchumi wa viwanda.